Sasa hapa tunarudi mwanzo wakati amezaliwa. Ndiyo, najua Yesu amezaliwa, lakini kuna jambo nataka niulize. Yesu wakati anazaliwa, alizaliwa kama mwanadamu, kama sisi tunapozaliwa? Na wakati anashuka, anakuja ulimwenguni, alikuwa anatembea kama sisi tunapotembea binadamu? Asante. Amina. Swali lake ukilisikiliza kama radhiyaka fulani hivi lakini lina nguvu kubwa sana kiakili. Anauliza hivi, huyu Yesu alipokuja kuzaliwa, alizaliwa kama sisi wanadamu tunavyozaliwa? Naye alitembea kwa maana ya kwamba mtoto anapozaliwa si ananyonya, anakaa chini, anatambaa, afu anaanza kutembea. Je, alifuata hatua hizo? Sasa kwa sababu darasa letu ni darasa shirikishi aa, mwenye swali mwenye jibu, mwenye jibu wa hilo swali, tulijifunza tulijifunza au bado hatujafika pale, maana ya kumwita Yesu mwana wa Adamu hatujafika. Lakini je, alipozaliwa Alizaliwa kama sisi mnavyozaliwa? hakuna mwenye majibu? Yaani nyinyi mlimwamini Yesu amumwelewi. Amu wen. Yesu wenu ameshukaje katika ulimwengu? Wewe umempokea Yesu au umemwamini Yesu kwa kusikiliza tu eh? Hakuna mwenye jibu sasa. Tafadhalini, usiniangushe sasa. <laughs> Unakuja kanisani, mujui, unemwendea, unemavuto, hujamjua bado eh? Nini maswali, sawa sasa hapa tunatumia tunatumia bango, naomba twende haraka haraka, tutumie bando letu vizuri. Nikiisha ndio basi. Hili swali ni gumu jamani. Ah, ni jamani, hapana. Karibu karibu mtumishi, hebu naomba unapojibu tumia mali Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida na alichukua hatua zote za makuzi kama ilivyo kwa mwanadamu wa kawaida. Asante sana. Sawa. Yesu alizaliwa kama mwanadamu wa kawaida na alitumia alipitia hatua zote za makuzi kama mwanadamu wa kawaida hata lugha alijifunza kwa Mariamu mama yake, kama wewe ulivyojifunza lugha ya kwenu, si ndio? Sasa muulizaji, muulizaji, ulikuwa na swali la nyongeza? Anatembeza nje eh? alikuwa anatembeza kama hawa wachungaji wanavyotembeza. Wakati anahubiri Injili, alihubiri kama hawa wachungaji wengine wanavyohubiri leo, wanavyohubiri leo, okay. Sasa turudi kwanza pale kwenye swali la kwanza huyu aliishi alizaliwa kama mimi ninavyozaliwa. Biblia inaeleza mambo mengi sana kwamba huyo alipozaliwa alizaliwa kama wanadamu yote anavyozaliwa, tofauti yake sio mbegu ya mwanaume, ule mwili sio mbegu ya mwanaume, lakini mwili ni wa binadamu, ule mwili ni neno la Mungu. Tulijifunza siku ile ya asili yake kwamba yeye ni neno la Mungu. Sasa neno la Mungu limefanyika mwili ili Mungu ambaye roho akae kwenye huo mwili. Ndio kusudi la kuandaa ule mwili kuzaliwa, mwili usio na mbegu za mwanaume, usio na damu ya mwanaume yoyote, ili yeye Mungu akae kwenye huo mwili. Ndicho ndio maana ikawa hivyo, lakini alikuwa na aa, alikuwa na tabia zote, alishiriki tabia zote za kibinadamu. Kuna maandiko mengi, tuangalie machache tu. Nenda wa Filipi mbili tano. Filipi mbili tano pale mpaka nane mm -hmm. Wafilipi mbili tano anza sita pale pa Filipi mbili sita Wafilipi, Filipi sura ya mbili sita Ndiyo, ambaye yeye mwanzo walikuwa yuna, yuna... Yuna namna ya Mungu ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Sasa naye akuona kule kuwa sawa na Mungu. Tarudia. Ndio. Tarasita ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye akuona kule kuwa sawa na Mungu. Na kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Naye akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu cha kushikamana nacho. Baada alifanya kuwa hana utukufu, alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana umbo kama mwanadamu, tena alipoonekana umbo kama mwanadamu, mwana alijinyenyekeza, akawa mtii hata mauti. Akajinyenyekeza, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, naam, naam, mauti, mauti naam, naam, ya ya msalaba, msalaba. Kwa hiyo alitwaa mwili wa mwanadamu akaishi maisha ya kibinadamu, nimesema maandiko yako mili mengi, a akawa mnyenyekevu mpaka ukafika wakati wa kufa kwake, akujaribu hata ku-kulipiza kisasi kwa wanaomuua, akajinyenyekeza mpaka mauti ya msalaba. Anatufundisha kwa wavumilivu na watiifu mbele za Mungu katika changamoto zozote tunazozipitia mpaka pale Mungu atakapotuondoa kwenye changamoto hizo. Kwa hiyo ndio kusudi jingine la kujifunza kujifunza hapo kwa anitwaa namna ile ya utumwa ya mwanadamu hapa nina kitabu kinachoandikwa na kanisa Katoliki. Kitabu hiki kina vitabu sabini na viwili lakini kitabu hiki kina ufafanuzi wa maandiko mbalimbali chini yake. Hapa ni msome ufafanuzi wa sura ya kumi na mbili hata thelathini na mbili kitabu cha Mathayo, Mathayo kumi na mbili thelathini na mbili E, haya yake kwanza, aya yake inasema naye mtu awaye yote atakaenena neno juu ya mwana wa Adam atasamehewa bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho takatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa, wala katika ule ujao. Hasa ufafanuzi wa aya hii nasema hivi, mtu anaweza kusamehewa kufuru lake lote juu ya Yesu kwa sababu huenda hakuweza kutambua wazi ya kuwa Yesu ni Mungu. Mtu anaweza kusamehewa kufuru lote lile kwa vile Yesu akaonyesha hali zake nyonge za kibinadamu. Alionyesha hali nyonge za kibinadamu kivipi? Wewe si unasikia njaa, mwili unasikia njaa wa Yesu. Wewe unalala usingizi, mwili wa Yesu ulilala usingizi. Wewe si unachoka, mwili wa Yesu ulichoka pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa swali la pili anauliza, je, Yesu alitembea kuhubiri nchini kama wahubiri leo wanavyohubiri? Jibu ni ndio. Sasa nenda Yohana nne saba. Jibu ni ndio, tofauti yake. Mimi leo nataka nauli <laughs> mimi leo nataka nauli kutoka hapa kwenda tikita nyuki, nataka nauli <laughs> nipande majali, lakini Yesu alitembea kwa miguu anitembea na wanafunzi wake kwa miguu kama wanaowaubiwa injili wanavyotembea leo, lakini leo tunatembea kwa usafiri eh, kwa sababu ya teknolojia imebadilika. Tupe habari ya Yohana nne saa, imeandikwa ndiyo, akaja mwanamke msamaria kuteka maji, akaja mwanamke msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia ndiyo, nipe maji ninywe, nipe maji ninywe. Hebu anzia mstari wa samani, anzia mstari ule wa nne. Kuna kitu nakitaka hapo Yohana 4 mstari wa 4. Mhm. Naye alikuwa hana budi kupita katikati ya Samaria, ndio alikuwa e hana budi kupita katikati ya Samaria maana yake alitembea. Ehe. Basi akafika kunako mji wa Samaria, akapita kunako akafika kunako mji wa Samaria. Uitwa Sikari, uitwa Sikari. Karibu na lile shamba ambalo Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Kulikuwa na shamba la Yakobo alimpa Yusufu mwanawe. Na hapo, na hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Hapo palikuwa na kisima cha Yakobo. Basi yule huko, basi Yesu kwa sababu amechoka kwa safari yake. Sikiliza. Yesu kwa sababu alichoka kwa safari zake, kama wewe unavyochoka kwa safari zako, ehe, akapiti hivi hivi kanisa kisimani, akaketi hivi hivi kanisani kale kisimani, kisimani. Ehe, naye ilikuwa yapata saa sita, ilikuwa yapata saa sita. Ehe, kama sasa hivi jua kali sana. Sasa saa sita mchana, Yesu katembea, akafika, akachoka, akaenda akakaa karibu na kisima. Ehe, Akaja sa mwanamke Samaria kuteka maji, ndio Yesu akamwambia oh, si "Nipe maji ninywe." Yesu akamwambia oh, "Nipe maji ninywe." Taronane? Ndiyo. Kwa maana wanafunzi wake wamekwenda chini kununua chakula. Wanafunzi chakula basi yule kwa... mwanamke Msamaria akamwambia mwanamke Msamaria akamwambia imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu imekuaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu kwa nami mwanamke Msamaria mwanamke Msamaria maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria Sasa hapa kuna mambo mangapi hapo hapo? kuchoka njaa na kimu maana alitembea katika vijiji ve vya Samaria akachoka akakaa, aka karibu na kisima akaja mwanamke kujakutatamali, asema nipe maji ninyi, maana yake ana kiu. Halafu maneno mengine asema wanafunzi wake walienda mjini kutafuta chakula, maana yake alikuwa, oyo, alikuwa hile hile, na njaa ya mwili. Kwa hiyo alikuwa na tabia zile zile za kibinadamu, alitembea kuhubiri njini kama wainjilisti wanavyotembea leo. Leo kuna wanaotembea mabarabarani Alafu wanaonekana watu wanjaa leo hii. Kuna watu wanatembea na maspika zao, anaenda mahali ambapo wamekusanyika watu wengi, anahubiri ana ya, lakini Yesu na wanafunzi wake walifanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Kuna swali kingine kimya tuongeze mstari wa kumi nane kumi kumi tano Matayo aza mstari wa tano kumi tano Matayo maana swali iogezaji alihubiri kama wahubiri wa leo wanavyohubiri, na Yesu aliwatuma pia, Matayo sura ndio au tenashara, Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, katika mji wowote wa Samaria msiingie, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli na katika kuenda kwenu kwenu hubirini mkisema ufano wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa, ufueni wafu, wafu. wafu, takaseni wenye ukoma, pepo wa majini, umepata bure. Wanafunzi wake hii kama kuna swali jingine, yaani hapo nilikuwa nasubiri swali ha ha. Eh, karibu Ufunuo kumi na mbili. Hebu unaposoma, sema Ufunuo sura ya kumi na mbili, sio? Unasema tu sura, usemi maandiko, kwa sababu kuna watu wanataka wakasoma kumi na mbili sura hii ehe, na somo sura ya kwanza mstari wa kwanza 12 moja ufunuo, ehe. Na ishara kuu mbinguni, mwanamke aliyekuwa na jua hmm? mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, ndio juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Na ishara kuu ilionekana mbinguni mwanamke aliyevikwa jua na mwezi ulikuwa chini ya miguu yake, na juu hmm, ya kichwa chake taji ya nyota kumi na mbili eh, naye alikuwa na mimba. Subiri, acha nisome. Naye alikuwa ana mimba akilia, hali ana uchungu e, na kuumwa katika kuzaa akaone- ikaonekana ishara nyingine mbinguni, na tazama, joka kubwa chekundo alikuwa na vichwa saba na pembe kumi, na juu ya vichwa vyake vilemba saba. Sasa so, mpaka msemaga, na mkia wake wakokota theluthi nyota za mbinguni, wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi, na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa ili azaapo amle mtoto wake, yeah. Amina. Huyu shetani aliona, aliona katika uzao mwanamke, kitu gani alichokiona? Yaani aliona, aliona ali katika uzao mwanamke, aliona ali, kwenye kitu gani alichokiona mpaka anamfuatilia ule mtoto? Ni kitu gani alichokiona mpaka anakuwa anamfuatilia ule mtoto akataka kumla ile mtoto ni kitu gani alijiona? Naa ule mtoto ambaye alikuwa katika ile tumbo na ule mwanamke, aha, angoja nisaidie tu moja kwa moja, shetani aliona nini? Lakini Biblia haijasema alichoona, si ndio? Yaani mawazo yake shetani, kuna maandiko tulipeana hapa, lazima tutambue mawazo ya shetani alifikiri ali, nini hata haja kushambulia huyu mwanamke an mtoto ali, na huyu mwanamke sasa, kitheoloji, katika tafsiri za kitheolojia mwanamke ni kanisa, mwanamke ni kanisa, mtoto ni mimi na wewe. Kwa hiyo lengo la shetani kuliharibu kanisa, aliangalia kanisa linapotaka linapoanza anataka kuliharibu. Kwa nini haribu kanisa? Kwa nini haribu kanisa? Anajua hili kanisa hili ni? ndiyo linaenda kuharibu ufalme wake. Sasa kabla ufalme wake hujaharibiwa anatangulia yeye kuharibu kwanza, lakini hakufanikiwa. Kwa hiyo, alafu serusi za nyota, serusi za nyota, nyota pale, tafsiri yake ni malaika walio asi, walio waliomkubali shetani. Shetani alishawishi malaika wengi, theluthi moja ya malaika walimkubali, akashuka nao mbinguni. Lengo la kushuka nao mbinguni kuja kuwaharibu watakatifu wa Mungu ambao ni kanisa, ndio lengo kuu la shetani lilikuwa hivyo. Kwa hiyo aliliona kanisa, kanisa ni adui wake, kanisa litaalibu mfalme wake, ilibidi hawai yeye kufanya mauharibifu akafeli lakini anafanikiwa kwa mtu mmoja mmoja. Eh, eh. Sasa nenda, tukasoma mstari wa saba na wa tisa. mm-hmm. Hiyo hiyo kumi na mbili ndo inasema hivi: kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, yule joka naye akapigana, akapigana nao pamoja na malaika zake nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule nyoka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani, audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Mstari wa kumi: nikasikia sauti kutoka nikasikia sauti kuu mbinguni ikisema sasa tumekuwa wokovu na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametukwa chini mshtaki wa ndugu zetu, naye awashtakie mbele za Mungu wetu mchana na usiku. kumi na moja nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao atakufa. Kwa hiyo shangilieni, enyi mbingu Ole wa nchi na bahari, ole wa nchi na bahari, manake wanadamu. hiyo bahari hapo tafsiri yake ni wanadamu, sio maji. Ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache tu. Tunaonywa sasa sisi, lengo ni kuharibu ufalme wa Mungu, usifanikiwe kuwatawala watu wake ili yeye atatawale sisi, lakini alishindwa, tulimshinda kwa damu ya kwa damu ya mwana kondoo, yaani damu ya Yesu Kristo. Sasa ole wako wewe, ole wangu mimi, yule udanganya, yule mwovu yuko hapo. Amina, amina kuliko wanadamu wote, ana uwezo kufanya. Yaani, Yesu ni tofauti na sisi, ana uwezo mkubwa kuliko sisi Ndio. Uliwafundisha. Ndio. Kwa hiyo sisi tukimpata yeye, tunaweza tukawa wangine, masuma, twa, twa bii, na uwezo kama yeye. Maana kuna wengine wanasema tuangalie, nabii nabii ana nguvu kubwa. Kwa hiyo sisi kama sisi tukisimama katika kweli yake kuwa kama yeye. Okay, swali nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, sisi tukimpokea Yesu, tukimkubali Yesu, tunaweza kuwa na uwezo kama yeye ivu? Ni ndio, lakini hiyo ni karama. Utaenda kusoma kwa wakati wako kitabu cha pili cha Wakorinto sura ya kumi na mbili kuanzia ule mstari wa tatu na kuendelea. Kuna karama tisa zinazotajwa hizo karama zinawekwa kwa waumini, yaani wewe na mimi. Ukimwamini huyu Yesu ukamruhusu Yesu akuongoze kwenye maisha yako, hauna sababu ya kumtafuta nabii au utakuwa na sababu ya kumtafuta mtume. Kwa nini umtafute mtume, umtafute nabii wakati wewe unasema umepokea Yesu na Yesu anakaa ndani yako? lakini kwako kuna karama aliyoiweka inayotofautiana na mwingine. Yeye anagawa karama za aina mbalimbali kwa ajili ya kujenga mji wake, mwili wa Kristo. Hatutakuwa na karama ya namna moja. Lakini eh, kitabu kile, ngoja nisome kitabu cha Yohana sura ya kumi na mbili. Naanza na mstari wa kumi na moja, sio kumi na mbili, samani kumi na nne. Yohana kumi na nne kumi na moja, Yohana kumi na nne kumi na moja kuna maneno yafuatayo: mnisadiki ya kwamba, mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu, la msadiki hivyo sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe, mnisadiki mimi ni ndani ya Baba na Baba ni ndani yangu, lakini amnisadiki mimi, basi msadiki kazi zenyewe zile. Yani ile kazi anazozipenda zile, hebu sadikini hizo kazi. Yeye mwenyewe sawa, ametoa ruhusa usimsadiki eh. Hapo naendelea mstari wa 10, amini amini, nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi na yeye naye atazifanya. Tunaona, so swali lako umeuliza Yesu anasema yeye aniaminie ye mimi zile kazi ninazozifanya mimi na yeye naye atazifanya, naam, na, na kubwa kuliko hizo atafanya kwa kuwa mimi naenda zangu, ninaenda kwa Baba. Yesu aliwaambia wanafunzi wake hata ishi ulimwenguni hapa siku zote, anaondoka, naenda kwa Baba, lakini ukimwamini huyo Yesu kazi alizofanya Yesu tazifanya tena zingine kubwa kuliko zile ambazo yeye amezifanya, ndiko. Lakini kitabu cha Matendo ya Mitume kuna maandiko yanaonyesha, kuna wakati wagonjwa walilazwa chini, alafu Petro anapita mbele ya hao wagonjwa kwa kuwakingia kivuli chake, mgonjwa akiguswa na kivuli cha Petro anainuka amepona, jambo ambalo Yesu alifanya katika huduma yake zote, Yesu akuponya mtu kwa kivuli chake, lakini Petro kaponya wagonjwa kwa kivuli chake. Kwa anaposema ulipouliza ya kwamba je, ye, tukimwamini Yesu, mimi naweza nikafanya kazi kama uwe, nikawa na uwezo kama wa Yesu, jibu ni ndio. Anasema ukimwamini utafanya kazi alizozifanya pengine ni kubwa kuliko zile alizozifanya yeye. Bwana Yesu asifiwe sana mm. sisi ni kuamini tatizo letu sisi tunakuwa na mashaka, mashaka, mguu nje mguu ndani, hiyo ndiyo shida tuliyo nayo lakini, ukijiweka asilimia mia kwa Yesu Kristo, basi haya yote yataenda kutendeka mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. mimi na jina Bwana nitabarikiwa. Muda wetu wa maswali na majibu umeisha, ninaenda kumshukuru Mungu kwa kipindi hiki. Baba, katika jina la Yesu nasema asante kwa kipindi kizuri ambacho Bwana Yesu umeonekana ukitufundisha, ukitukumbusha, kutuelekeza. Baba usituache wenyewe, hata tunapoondoka kwenda kwenye shughuli zetu mbalimbali, Bwana Yesu uko pamoja nasi. Tunapoendelea na ibada yetu bado, Baba, tunaomba uendelee kwa pamoja nasi, tutakapoahirisha tukaahirishe pamoja nao. Tunaomba na kushukuru, katika jina la Yesu uliye Bwana na mwokozi wetu, amen. Wanaweza Bwana Yesu asifiwe. Si basi, naomba tusikilize matangazo kwa ufupi.